zamaji wa Zenji Update channel YouTube, hii ni chaneli yako pendwa, na sasa tunakuletea wasifu maalum wa mtu ambaye amekuwa taa ya matumaini na ni mfano wa kuigwa katika jamii. Ni mimi mtayarishaji wako Tatu Juma. Karibu kuwa nami mwanzo hadi tamati ya makala hii. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya watu wenye ulemavu duniani Disemba tatu, hii ni makala maalumu inayomsimulia Mwalimu Adil Muhammad Adil ambaye ni mwanzilishi wa jumuiya ya watu wasioona Zanab licha ya kuwa ana ulemavu wa macho, ameandika historia kubwa katika elimu maendeleo ya jamii. Alistaafu akiwa na heshima kubwa na anasaliwa kuwa ni nguzo ya mabadiliko na uthibitisho kuwa ulemavu si udhaifu bali ni sehemu ya tofauti za kibinadamu. Uh, mimi naitwa Adil Muhammed Ali eh, ni mwanzilishi wa jumuia ya wasioona Zanzibar, ambayo inaitwa Zanzibar National Association of the Blind na kwa ufupi wake inaitwa ZANAB au jumuia ya wasioona Zanzibar. Hii ni jumuia ambayo tuliyoiunda ya mwaka 1993 tarehe 25 Januari ambapo wakati tulikopata usajili wake, na jumuiya hii ilianzishwa hasa na watu watatu ambao ni mimi Adil Muhammed Ali, Muhammed Kasim Abdallah na mwenzangu mwingine Biasia Hemed Jabe, na hawa wawili wote tayari washatembea washatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo jumuiya imeanza kido kidogo kidogo, ilikuwa na matawi kumi, yakaongezeka akawa na matawi kumi na e, moja e, katika kila wilaya ina tawi lake moja Unguja, e, na Pemba na vilevile ina mikoa vilevile mikoa yake mitano, na jumuia yetu vilevile imekuwa na afisi kuu Pemba, iko Pemba vilevile, na makao makuu yake iko hapa uh, Kikwajuni Wireless. Jumuia imekuwa inafadhiliwa uh, na chama cha wasiona uh, cha Sweden ambacho SRF na kilisaidia katika uh, mradi wa uh, wanawake mwanzo lakini vile vile ikaja ikasaidia eh, mradi wa upatikanaji wa elimu bora jumuishi na huduma bora jumuishi za afya kwa watu wasioona na wenye walbino wa, na hii ilianza mwaka elfu mbili na kumi na moja hadi elfu mbili na ishirini na tano Mimi ni by professional, ni mwalimu nilianza kusomesha mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili na, eh, na nimestaafu nime rasmi mwaka 2020 kama e, na baadaye nimekuwa vile vile e, program officer nikiendesha mradi wa upatikanaji wa huduma e, bora ya elimu na huduma za afya kwa watu wasioona na wenye albino. Na kazi hiyo niliifanya tangu mwaka 2011 mpaka sasa hivi mwaka 2025, lakini vilevile vile, E, tumekuwa tumefanya shughuli mbalimbali e, katika maisha yangu haya ya jumuiya yetu hii tumeweza kuwaunganisha wasioona Waunguja na Pemba, lakini vile vile tumeweza kuunganisha jumuia zetu katika kufanya kazi kwa pamoja na wenzetu wa Tanzania uh, bara kama chama cha wasioona cha Tanzania TLB, chama cha wasioona cha uh, albino cha TAS, lakini vile vile tumekuwa tunafanya kazi na vyama mbalimbali na vya watu wenye ulemavu Tanzania uh, bara na Tanzania Zanzibar uh, na mimi bahati nzuri <coughs> nilikuwa ni mjumbe katika mkutano eh, katika wao wa Land Group ya eh, Tanzania. Kwa hivyo nimeshiriki masuala mbalimbali ya eh, kisiasa ya kiuchumi na kijamii eh, ili kupigania haki za ah, wasiona. Mfano mwaka elfu mbili na kumi na nne nilishiriki katika bunge maalum la katiba eh, ambalo nilichaguliwa <coughs> na nikenda tukashiriki uh, huko lakini vilevile nimekuwa eh, nimetoa mada mbalimbali bungeni katika baraza la uh, wakilishi na katika eh, maeneo mbalimbali eh, hapa Tanzania na eh, nje ya Tanzania. Mwalimu kwanza umezaliwa katika kijiji gani? Elimu yako umeanza katika shule gani? Mimi uh, nimezaliwa katika mtaa wa Ukotoni na nimezaliwa katika hospitali ya Mwembeladu nilizaliwa tarehe 4 Disemba 1960, na, na nilikuwa naishi katika mtaa vipotoni. Kwa ujumla nimefikia nime, nime, umri wa miaka saba mm. eh, nikaingia katika shule ya Haida Salasi na nilipoanza masomo yangu ilikuwa ni mwaka 1967. eh, shule yangu ya mwanzo ilikuwa darajani baadaye nikahamia skuli ya Haida Salasi mwaka 1968 na, na nikaendelea hapo na baadaye tena nikaja nikamaliza sekondari katika a upili 79 o, na baadaye tena nikaingia chuo cha walimu nikatumia walimu kambea kazi ya cheti, halafu ni baadaye tena bili rasmi ni nikaajiriwa kama ni mwalimu wa msingi katika shule ya primary iliyokuwepo hapo Swandui so primary school na eh, baadaye tena mwaka fu9 93 nikapata masomo nkia kasoma Tabora eh, tatu, eh, minge, na baadaye tisini na tano nikaja nikaanzisha chuo cha pamoja cha, yani chuo cha wasioona eh, hapa Forodhani, ambao alikuwepo mswidishi mmoja eh, yeye ndio alikuja akafadhili chuo hicho chini ya idara ya ustawi wa jamii, na mimi nilikuwa ni mwajiriwa wa wizara ya elimu eh, ukafanya kazi moja kwa pamoja kuwasaidia kuwaelimisha wasioona katika mafunzo ya kazi za mikono na eh, Braille kwa ujumla. Mwaka tisini eh, na mbili ndipo nilipoondoka eh, nikenzangu eh, huko ah, Zimbabwe na bahati nzuri kule ndo nikaanza ah, harakati za ah, masuala ya uanzishaji ah, wa jumuiya eh, za watu wenye ulemavu eh, na nilikwenda kule kwa sababu ya Uh, mikutano ya uh, SAFOD na bahati nzuri niliporejea ndipo nikaanzisha rasmi uh, pamoja wa uh, na wenzangu wawili Jumuiya ya wasioona Zanzibar uh, mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu. Mwalimu Adil, umestaafu mwaka gani? Mestaafu mwaka elfu mbili na ishirini. Je, familia huko na mda watoto ngapi? Okay. Uh-huh. Hey, mimi nimeanza kuoa mwaka elfu moja mia tisa tisini na, na, na mwaka elfu mbili na tatu nimeengeza mke wa pili, kwa hivyo sasa hivi nina wake wawili na watoto wa nane, kwa mke wa kwanza na watoto wa tano, na mke wa pili na watoto wa tatu, kwa hivyo maisha yangu ni kwamba sasa hivi na nyumba mbili e, niko e, naishi Fuoni, lakini pia naishi maeneo ya 1 daraja bovu. Hii hali ya ulemavu ulipata labda kwa kuzaliwa au baada ya kuzaliwa kipindi gani? E, mimi nimezaliwa katika hali ya kutoona nilikuwa na matatizo ya high myopia tangu awali ilikuwa inaonekana kwamba uh, vitu vya karibu ndivyo ndivyo ambavyo ndio naviona, vitu vya mbali nilikuwa nashindwa kuviona na, na nilipoanza uh, madrasa basi nilikuwa mpaka nikamate uh, kitabu au kigamba nikikaribishe karibu na pua yangu ndo niweze uh, kuona uh, kilichoandikwa kwa hivyo nilikuwa na vitu kama hivyo. Nalianza kuvaa miwani mapema na miwani hiyo ilikuwa ni miwani ya hai myopia, na baadaye mwaka elfu moja tisa mia na uh, themanini na tatu ndipo nilipopata dipo nafasi ya kwenda eh, eh, KCMC uh, Moshi kwa ajili ya operesheni za macho. Kwa hivyo nilifanyiwa, lakini bahati mbaya haikuwa e, mm -hmm. na nilifanyiwa operation ya glaucoma, kwa hivyo macho yangu yalianza kupungua nuru, na hasa mwaka 1998 mm -hmm. ya kafa kabisa. Vipi hali ya kuweko mazingira rafiki na jamii ambayo ilikuwa ikizunguka kipindi chote hicho cha kimasomo mm -hmm hadi kufikia elimu za juu e, nilikuwa kwa kweli nilikuwa na shida kwa, kwa kipindi kile cha masomo kwa sababu e, wengi wao walikuwa hawajui namna gani namna gani ya kuweza kum, e, kum, kumsaidia kumhudumia na kumshughulikia mtu ambaye asiyeona kwa kipindi kule, na wengi ambao likuwa nakuwa nao walikuwa wengine wananyanya wana paa kwa sababu ya kutoona kwangu. Kwa hivyo nilikuwa naishi katika mazingira magumu ma eh, hasa ya kimasomo na hata eh, majirani wale ambao wanacheza nao oh, wengi walikuwa wananihisi wana kwamba kama haya mambo najitakia mwenyewe eh, walikuwa hahisi kwamba eh, ni, ni mambo ambayo yasiyoona ya, ya ambayo yanahitaji na nguvu ya pamoja ili kumtoa upweke eh, yule mtu ambaye uh. Kwa hivyo niliishi katika maisha magumu ya unyanyapaa, na, lakini siku zilizokuwa zinaendelea eh, watu walikuwa wanaanza kuelimika kwa, kwa hivyo maisha sasa hivi kidogo yamekuwa yamepungua, tofauti na wale ambao wasu, wasioona sasa hivi hawakupata uh, ugumu kama ambao tulikuwa tumepata ugumu sisi ambao tumetangulia. Mm, ni kitu gani labda katika maisha yako yote hadi sasa? Uh, mimi napenda na, na, na, na mambo mengi napenda kusikiliza dini eh, kusikiliza man, maneno ya Mwenyezi Mungu sana, lakini vile vile eh, napenda ku, uh, kusikiliza na kusoma vitabu mbalimbali kwa hadithi, kujua eh, maisha na historia mbalimbali -mbali mikasa mbalimbali ambayo imetokea duniani eh, siasa, uchumi, mambo kama haya nafurahia, na kuangalia televishen, kusikiliza redio. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinanifutia sana katika maisha yangu. Ni mafanikio yako katika kipindi ambacho ichukua uongozi hapa wasioona? Ha, nimefanikiwa kwa sababu kwanza nimeweza kuwaunganisha wasioona, lakini hao ndio ambao nilioanza kuwahimiza uh, kuunga hii jumuiya eh, wako wengine mpaka hivi sasa hivi wa hai na wengine wanaendelea uh, kujiunga. Na sasa hivi tunakaribia watu mia tisa kama ni wanachama wa jumuiya wasioona wa Zanzibar, lakini tu si hilo ni kwamba tumeweza kufanikisha masuala mbalimbali maswala, mbare mbare, mbare. maswala Eh, ya kiuchumi, wengi walikuwa hawafanyi ha, kazi ya mikono, sasahivi wamekuwa wanafanya kazi ya mikono. Nategemea walikuwa si wajasiria ya mali, sasahivi wamekuwa wajasiria ya mali, wanafanya kazi mbalimbali wa wa za kibiashara, wanauza wana, wana wengine wamekuwa wamesoma, wamekuwa walimu, wanasomesha sasa hivi eh, wenzi wao wamesoma na wamesomesha wenzi wao. Lakini vilevile jumuia vile, eh, nimekuwa nakabidhi vijana wanaiendeleza Eh, kama wasimamizi sasa hivi, kama ni viongozi. Kwa hivyo nimefanya kazi eh, hisi kwamba nimefanya kazi kubwa sana eh, nimeweza kujenga majengo ambayo oh, ya wanayatumia sasa hivi wasioona wenzangu, lakini vile vile tumekuwa na vitega uchumi ambao inavyozalisha na kuendeleza jumuiya yetu. Changamoto ambazumba, changamoto zinazozikumba ni kwamba penye mazuri hapa kosi, e, changamoto na changamoto kubwa ni kwamba e, rasilimali na rasilimali yenyewe ni rasilimali fedha, lakini vile vile rasilimali watu kwa ajili ya kuweza kutusaidia na kufanya kazi kwa ajili ya kuweza kuendeleza hili maendeleo ya watu wasioona lakini rasilimali fedha ambazo ndio zinasaidia katika programu zetu mbalimbali tunazipanga, lakini pia tuna changamoto bado. Jamii imekuwa uh, ina, ina mtazamo uh, eh, hasi dhidi eh, ya wasioona, kuwaona kwamba uh, ni watu ambao ni wa kupewa tu, ni watu ambao ni mzigo katika jamii, ni watu ambao wanataka kufanyiwa kila kitu, na kitu ambacho ni sivyo. Eh, wasioona wanaweza kujitegemea wenyewe, wanaweza kujisimamia wenyewe pindi wakiwezeshwa na kusaidiwa katika shughuli kama hizo. Maoni yako na mapendekezo kwa jamii kwa ujumla? Maoni yangu na mapendekezo kwa jamii kwa ujumla, kwanza ni kuondoa mtazamo ule wa awali wa kwamba wasiona ni mtu bado ni kama mgonjwa asiyeona ni mtu ambaye anahitaji kutunzwa, anahitaji kuhifadhiwa. Lakini ionekane kwamba asiona ni mtu ambaye ni mtu ni haki ya kibinadamu, lakini ni mtu wa maendeleo, ambaye anaweza akapewa uwezo akawezeshwa. Mpenzi mfuatiliaji wa makala hii, tumeweza kuona mambo mengi ya manufaa ambayo mwalimu Adil ameyafanya katika safari yake ya uongozi na ya kimaisha. Huyu ni mtu wa kupigiwa mfano kwa jamii na kuondoa dhana ya kuwa watu wenye ulemavu hawana uwezo wa kufanya yenye manufaa, bali wanaweza na ni vyema wakashirikishwa ipasavyo katika harakati mbalimbali mbali za kimaendeleo kwa upande wa sheria ya watu wenye ulemavu Zanzibar namba nane ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kifungu namba 28 mabano moja kinasema kuwa watu wenye ulemavu wanastahiki haki zote za msingi za kibinadamu sawa na watu wengine, ambapo kifungu hicho hicho mabano B kinaeleza haki ya kufanya kazi pamoja na ajira. Makala hii imezungumza na wanachama wa jumuiya hiyo, nao wakimzungumzia Mwalimu Adil namna wanavyomfahamu katika kuongoza kwake sisi pamoja tukifuatana nasie, kulikuwa ni wahasisi vilevile, lakini yeye Mwalimu Adili alianzisha hichi kitu pamoja na mwenziwe ambaye ni marehemu Muhamed Kasim, na pamoja na biasia naye vilevile ni marehemu. Hawa walienda sambamba mpaka baadaye kakaa pamoja, mpaka tukafumuka nasie tukaelekea tuka katika hadi kupatikana hii jumuiya ilifanyika kazi na changamoto kubwa, lakini matokeo yake tulifanikiwa. Kwa hiyo mwalimu ma, ma, Adili ali weza ni kuwakushanya watu na kupata wanachama wengi wa kutosha kasa hivi, na akawa anashughulika sana na kutoa elimu kwa wasioona na kuwafufua waliokuwa wamelala majumbani mwao, yani ikawa hivyo. Mimi naitwa Faisal Abdalla Said. Kwa kweli Mwalim Adil namfahamu vizuri. Maisha yake Mwalim Adil anakaa na watu vizuri, ni mcheshi mzuri, ni hodari katika kazi. Kwa kweli, kwa sababu ana uzoefu mkubwa katika hii jumuiya yetu, kwa sababu ni mmoja katika waanzilishi, katika waanzilishi wa jumuiya hii. Mwalim Adil ni mmoja ndo waanzishaji hao, na hali yake ni kuwa auni kabisa na hata katika safari zake shughuli shughulizovi lazima apate msaada wa kum, kumuongoza. Ndugu mfuatiliaji, Mwalimu Adil katika safari yake ya zaidi ya miaka 30 ya utumishi ameacha alama isiyofutika: vizazi vya wanafunzi waliohamasishwa na kujengwa kimaadili, walimu waliopata mwongozo na jamii iliyoheshimishwa kuhusu haki na uwezo wa watu wenye ulemavu. Kwa kumalizia, ni kwamba ulemavu sio mwisho wa uwezo. Licha ya changamoto ya kutoona, ameendelea kutimiza majukumu yake ya kufundisha kwa ari, nidhamu na ubunifu, unaonyesha kuwa nguvu ya mtu haipimwi kwa mwili bali kwa dhamira na moyo wake. Safari ya mwalimu Adil inatupa somo la kuthamini vipaji vyote, kuwapa nafasi na mazingira rafiki, na kutambua kuwa kila mmoja ana mchango muhimu katika jamii. Na hadi hapa ndio mwisho wa makala hii. Endelea kufuatilia channel hii kuweza kupata matukio mbalimbali. mbali.